President Trump uh, sits face to face with President Putin and determines what his intentions are moving forward. Mwanadiplomasia say... mkuu wa Marekani Marco Rubio amesema hana matarajio makubwa katika mazungumzo ya amani ya Ukraine na Urusi yanayotarajiwa kufanyika Uturuki na kwamba Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin wanahitaji kukutana ili hatua iweze kupigwa. Volodymyr Zelensky alithibitisha kuwa Ukraine itatuma wajumbe kwa ajili ya mazungumzo hayo nchini Istanbul, lakini alikosoa ujumbe wa ngazi ya chini unaotumwa na Moscow. Hata hivyo, msaidizi wa Rais wa Urusi Vladimir Medinsky alisisitiza kuwa timu ya Kremlin ina uwezo wote muhimu. Mapema na siku hiyo Trump ambaye anazuru Mashariki ya Kati pia alisema ilikuwa vigumu kupiga hatua kubwa katika mazungumzo ya amani hadi yeye na Putin wakutane ana kwa ana. Mazungumzo ya Istanbul yanaashiria mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraini tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Urusi imedokeza kuwa inataka kuendelea kuanzia pale walipoishia. Yaliyokuwa yakijadiliwa yalijumuisha Ukraini kuwa nchi isiyoegemea upande wowote, kupunguza ukubwa wa jeshi lake na kuachana na matarajio ya wanachama wa NATO, masharti ambayo Ukraini imekataa mara kwa mara. Mapigano nchini Ukraine yanaendelea huku Urusi ikisema kuwa vikosi vyake vimeteka vijiji viwili zaidi katika eneo la mashariki la Donetsk siku ya Alhamisi. Moscow sasa inadhibiti takribani asilimia ishirini ya eneo la Ukraini pamoja na rasi ya kusini ya Krimea ambayo ilitwaa kwa njia isiyo halali mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nne. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jack Masawe. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia